Chama hapa sasa, alikuwa mkoloni kaja mzungu, Lowassa mzungu kaja kugombea Tanzania, wajinga. kwa liko ndo anakwambia ni ikipita Lowassa, vita na viwe vita, utapambana navyo kwa nini? Huko anako kufa, kwani wewe ufi? Mpaka milele utakaa duniani? Tunaaja watu wajinga jinga, ndo wanapewa magodoro. Maka, ya ya, amani <laughs> amani ya nini? Amani pana amani? Hiki kisiwa cha uvumilivu, amani hakuna. Watu wanauliwa ovyo, watu wananyimwa chakula, watu wananyimwa dawa. Hiki kisiwa cha uvumilivu, hakuna amani. Kuna amani gani? Unakwenda Mkulanga, kama una unayala unakufa. Ukiwa ukitaka uijue CCM ubaya wake, uwe na kesi au uumwe. Sasa hivi wanakuona wewe mtu mzuri kabisa Imani hapa pana imani hapa, kisiwa cha uvumilivu imani unakorofuka. Hapo hata dawa hakuna, umuone daktari kwa shilingi 10,000. <laughs> hela mbele, hela mbele, hela gani? Mpembejeo zinakuja zinafichwa mpaka utoe hela. Hiki kisiwa cha uvumilivu, Watanzania ni wavumilivu, lakini imani hakuna. Mtu nakufa hapo, chakatu chakatu, dawa hakuna

wefanya uondoke, mgereza hapa. Yaani watu tumevaa tunamfukuza mgereza, ntaende vita, kuja vita, itakuja vita. Nyerere alikuwa na bunduki, mkoloni alikuwa na kila kitu, bunduki kila kitu, mbona tumeng'oa? Kaondoka. Itakuwa sasa ataleta vita? CCM mwenye silaha, sio kusema itakuwa vita, vita ataleta nani? Na, na tumeng'oa na tulikuwa tunakwimba, wako wapi, wako wapi? Walikuwa wekijigamba, leo sasa tuwataka tumekwisha mkanyaga mkanyaga mfano wa vitarawanda yani, Ingereza tumemkanyaga viatu tume vilikuwa vavitarawanda, we unavijua hivi <laughs> tunaimba ngeleza afanya uondoke, mtanikumbuka ni anapiga mizinga ishirini na tano Mwingereza ikipita... basi mnyamaze, lakini hatukakile kututia ujinga, itakuwa vita itakuwa liwasa mwizi Akusa, katoka wapi kisa?